Kero Lako. Bungoma kuorodheshwa kama ni kaunti yenye haijafanya maendeleo katika hii budget yenye imepita hii, mimi naungana na huyo auditor general kwa sababu nimeona hapa Bungoma kitu yenye imefanikiwa tu. Kwa hiyo pesa zenye za kuja hapa kaunti ni wizi, yani watu wanajilimbikisia pesa ya kaunti ni kama yao. Unapata ya kwamba pesa nyingi ambazo walitumia ni zilikuwa za foreign travel and uh, local travel. Hizo ndio pesa peke yako zimetumika. And therefore you ask yourself your county is not having development then you are taking money to travel out. You go to benchmark. Yani kawaida wakienda hiji wangu wan, wan wanatuambia ya kwamba wanaenda ku benchmark. All this benchmarking wamekuwa wakispend pesa ya county kuenda nje kufanya benchmarking, imeleta man, man, manufaa kani katika county. Kero langu ni kwamba uongozi yenye iko hii hai kuchakuliwa, hii uongozi walijipata tu. Kwa hiyo uongozi, so kero yangu ni kubwa ya kwamba wananchi, tafadhali nyinyi ndiyo mnapitishanga viongozi wenye mnataka sasa. Mimi nataka tu kuomba ya kwamba kama hatutajiandikisha kama wapiga kura hatutaweza kutoa hii shida yenye iko, so inabidi viongozi kama hao tuwatupe na vibaraka sao, na msipofanya hivyo pato mtaendelea kuumia kama Wanabungoma. <laughs> Nam, shukrani. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Bungoma nimekubambia makala ya kero lako. Mimi ni Wanji Sostin na tuungane na mwanahabari mwenza kutoka kaunti ya Kajiado. Amina, kero lako. Nipo katikati ya mji wa Kajiado kuzungumza na wakazi katika eneo hili, Watueleze ni kipi kinachowakera kuhusiana na swala hili. Mimi ni mkazi mjini Kitengela, one of the towns ziko ndani ya Kajiado County. Na ni ukweli Kajiado County hakuna maendeleo yoyote ambayo inafanyika. Wacha nikupatie mifano hii. Maji huku kupata ni kama dhahabu na ukipata ni bei ya juu tena sana. Pili, takataka kuondolewa ni lazima sisi kama wananchi tuweze kupiga kelele ndipo sasa ziweze kuondolewa. Mimi mwenyewe ninakereka nisipoona maendeleo yakifanyika katika kaunti hii, licha ya kwamba kwa tunalipa ushuru kila wakati. Fanya kitu watu waone. Fanya kitu watu wakumbuke. Hata tukienda kwa uchaguzi watu wao wanakumbuka. Mimi nalaumu wale ma ministers wamepewa hiyo ma masekta. Maana kama semi sekta yako inataka pesa huwezi pewa, inatuhumisa roho kama wakaji wa Kajiado. Pesa inabaki ikuje ihudumie watu, wafanye mambo maendeleo ikue na hiyo ndio inatakiwa. Wajenge madarasa huko Umasaini ndani so that people wanaweza kufeel ile ile ushuru wanatoa wanafanyia kazi. Hebu tusikie kutoka kwa mzee. Hapa Kajiado bado tuko nyuma, tukiangalia tu vizuri tuko nyuma. Kajiado yenyewe barabara tunajengewa na World Bank. Sio hata kaunti. Unaona, tuko na library ilianzwa miaka kumi zilizopita, first governor wa Kajiado ngedie jale ndio alianzisha, paka sasa imesimama haiendelei. Naona kuna mama anataka kuchangia mada hapa. Ni mzuri sana kama wangeweza kushughulika, vile tutaweza kupata maendeleo, sababu sisi tungepata hii inaitwa silanga ya maji, tuweza kuchimbiwa maboho huku na hiyo pesa ya kaunti, kila sehemu sisi tunafanya ukulima kabisa, hakuna tena njaa, mifugo yetu hapana kosa maji. Msikilizaji, hawa wamekuwa wakazi kutoka gatuzi la Kajiado, wakitupambia makala haya. Amin Abdrahman Radio 47, kaunti ya Kajiado, kero lako.